Baada ya dakika tisini kutamatika, ilikuwa ni mchezo wa kusaka tiketi ya kuingia katika hatua inayofuata hatua ya kuendelea katika michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi mbili zikipigwa. Mechi ya kwanza ilikuwa ni kati ya Simba Sports Club dhidi ya Gaborone United. Ilikuwa ni mechi ya marudiano, mechi ambayo mechi ya kwanza ilitamatika kule nchini uh, Botswana, kwa Simba kuweza kushinda goli moja na aggregate ikawa ni moja kwa sifuri. Lakini leo maeneo ya Coco Beach ambapo mashabiki wa Simba Uh, Sports Club waliweza kuitazama mechi hiyo mara baada pia ya kutu, kuna sababu wanasema, uh, wanaendelea kutumikia adhabu ambayo kafu waliweza kuipatia klabu ya Simba Sports Club, lakini mchezo um, huo ulichezeka bila mashabiki pale Benjamin William Mkapa, lakini mashabiki walikuwa wakiitazama timu yao maeneo ya Coco Beach. Uh, Dar es Salaam lakini mechi ikatamatika full time katika dimba la Benjamin William Mkapa kwa Simba kuibuka na ushindi wa magoli uh, goli moja. Uh, kwa maana mechi ilimalizika kwa full time ikawa ni moja moja, lakini uh, kwenye aggregate ikawa ni mbili kwa moja kwa sababu Simba alikuwa na faida ya goli moja la ugenini na goli pekee la Simba ama magoli yote yote mawili yalikuwa ni magoli ya penati. Kwa goli la kwanza, penati iliweza kusababishiwa kwa upande wa Simba Sports Club, ilikuwa ni penati ya Morris ya Abraham ndani ya boksi, lakini katika upande wa goli la Gaborone United goli ama walipata pia penati na penati hiyo iliweza kusababishwa na Inspekta Karabo Shamo ndio aliweza kusababisha penalti hiyo na Simba kuweza kufungwa goli moja dakika 45 za kipindi cha pili kwa dakika 58, huku Simba kitangulia dakika 45 za kipindi cha kwanza, mnamo dakika 48 Jean Charles uh, Ahoua akaweza kuifungia Simba goli la penalti. Lakini baada ya kutamatika mechi hiyo, uh, vibe la mashabiki lilikuwa ni kubwa maeneo ya Coco Beach, lakini baada ya mechi kutamatika Uh, najua kwamba ulikuwa unatamani kusikia nini ambacho makocha walikuwa wamekisema baada ya mechi mchezo kumalizika, na tukianza kwa kocha wa klabu ya Gaborone United ambaye aliweza kufunguka mengi zaidi mara baada ya mechi kutamatika kwa kuweza kupoteza tena kwa kufungwa kwa maana ni anafungwa tena kwa mara nyingine. Na kocha wa Gaborone United amesema wamejitahidi ama walijitahidi kucheza eh, bila uoga na kutawala game, lakini haikuwa bahati na huenda, eh, na huenda eh, kukosa uzoefu wa mashindano haya ikawa ni sababu ya wao kuweza kufungwa tena eh, mara ya pili mfululizo, kwa maana wamefungwa nyumbani na ugenini. Lakini eh, kocha huyo pia ameweza kugusia mbinu alizotumia kipindi cha kwanza na jinsi makosa ya safu yake ya ulinzi yalivyo wagharimu lakini ndivyo ambavyo aliweza kumaliza kocha huyu wa Gaborone United mara baada ya eh, kufungwa. Tunasema tena amefungwa nyumbani na eh, ugenini dhidi eh, ya mnyama Simba Sports Club. Lakini kwa upande wa kocha wa muda, kocha wa timu ya taifa ya Tanzania ni Sulema, eh, Hamed Suleman Morocco yeye baada ya mechi kutamatika amesema kwamba kwa upande wa kocha ama ni kocha huyu wa Simba ambaye ni wa muda Hemedi uh, Suleiman Morocco amesema kwamba ameshangazwa na nafasi uh, muhimu alizoshindwa kuzitumia lakini alieleza pia sababu ya mabadiliko aliyofanya ya kuweza kuwatoa e, Eli Mpanzu Kibisawala, lakini pia na Jean Charles Ahoua na pia e, amesema kwamba e, anafurahi kwamba e, Simba imeweza kupata e, ushindi huu ambao wanaendelea katika hatua inayofuata michuano hii ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ni CAF Champions League. Lakini e, yote kwa yote mechi litamatika e, Benjamin William Mkapa ni full time Simba moja Gaborone United moja lakini kwenye aggregate ni mbili kwa moja na haya ndio maneno ya wa makocha wa timu zote mbili ambazo wameweza kuzungumza mara baada ya mechi kutamatika, mchezo eh, kati ya Simba Sports Club, mchezo wa marudiano, mchezo uliokutanisha eh, katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ikiwa Simba walicheza bila mashabiki kutokana na adhabu ya eh, kutoka kwa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa maana eh, Afrika hii ni kafu ambapo waliweza kuipiga eh, klabu ya Simba faini ya zaidi ya shilingi milioni mia mbili. Kosa la kwanza ilikuwa ni katika mechi pia Almasiri ambapo kuna moto uliwashwa, lakini pia adhabu nyingine ni shabiki aliingia uwanjani katika mechi eh, dhidi ya RS Berkane ya msimu uliopita katika michwano ya kombe la shirikisho barani Afrika na ikawapelekea eh, kwamba mchezo huo eh, wataku, watacheza eh, bila mashabiki, lakini ni mchezo huu tu, lakini mchezo ujao eh, mashabiki wa Simba pia wataruhusiwa kuingia katika uwanja wa Benjamin eh, William Mkapa, hivyo ndivyo ambavyo eh, makocha timu zote mbili, kocha Gaborone United ameweza kuzungumza na kusema kwamba eh, pengine pia huenda Uh, uzoefu wa mashindano ikawa ni sababu ya wao kuweza kupoteza uh, mara nyingine ya pili katika mchezo huo, lakini kwa upande wa kocha uh, wa Simba Sports Club wa muda Emedi Morocco amesema ameshangazwa sana na nafasi na anajutia nafasi walizoshindwa kuzitumia walizozipata katika mchezo huo dhidi ya Gaborone United, ikiwa ni mchezo wa marudiano, mchezo wa kusaka tiketi ya kuendelea katika hatua inayofuata ya eh, ligi ya mabingwa barani Afrika. hii ni Niako TV, tufollow pia kule Instagram pamoja na na TikTok kwa jina moja la Niako TV. Mimi naitwa Official Mutemsonwaji, pia kule Instagram unaweza kunifollow na kupatikana kwa jina moja la Official Mutemsonwaji. Full time katika dimba la Benjamin William Mkapa ni ni Simba moja, Bogorone United moja, lakini pia aggregate ilikuwa ni mbili kwa moja, Simba ameondoka na ushindi wa aggregate mbili huko Bogorone United akiambulia eh, aggregate ambayo ni moja tu.